Asante sana. Kilichofanyika hapa ni kwamba eh, wakulima hao kwa muda mrefu sana wamekuwa wakipoteza mazao yao kutokana na visumbufu vya, vya, vya mimea kwa maana ya magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kwa hiyo, uh, wamepoteza fedha, lakini pia wamepoteza kipato, lakini pia imeathiri eh, maisha yao na kwa muda mrefu wamekuwa wakijaribu kubahatisha kudhibiti tatizo hili kwa kubahatisha, unachukua kiuatilifu hiki unaenda kutumia, hakufanika. Kwa hiyo sisi tumekuja na teknolojia ya DNA ambayo imeweza kubaini aina ya visumbufu vilivyopo kwenye vitunguu. Tumeona aina ya mbili za bakteria ambao wanaathiri vitunguu vitungu hivyo zao wa vitungu hivyo na wamekuwa nasababisha mimea kuoza na kadhalika. Kwa hiyo sasa, kama mamlaka, tunakwenda kuleta viwatilifu ambavyo ni mahususi kwa ajili ya aina ya bakteria walioko hapa. Kwa hiyo na udhibiti utakuwa endelevu na tija itapatikana hii ndiyo matumizi ya sayansi na teknolojia, namna gani sayansi na teknolojia inaenda kuleta mageuzi kwenye kilimo hapa nchini.